Sa, Ski Ski, usitake kutuvuruga sawa? Umetukuta tumetulia <turi> alafu sisi tuna stress zetu, sindio babu? <turi> alafu mwamba anaanza <turi> kutuchanganya kutuchangaja. <turi> unayemdai simu hapa yuko Ila wewe wa... wakati nampa ile simu tunauziana, silikuwepo jamaa. Mbono unajikoroga sana, unajichanganya hivi? Unataka kuniangalia mimi kwa jicho lingine, jicho la nyama ninavyopiga? Kwa hiyo ee... unataka Unataka nini kwanza? Nitakudunda for vibration. Wewe kama umechukua simu msela, sumrudishe simu. Huyu e, e, huyu mwamba sio huyu mwamba ajaniuzia mimi simu. Kamuuzia nani sasa?

Uh, huyu alikuepo jamaa, ulikuepo. Ah, sa sasa sasa sasa sasa, wewe wewe na huyu mwingine huko aliko, mimi mimi siwezi. Yani, yani, lazima jamaa, mambo ya unisaidie, siondoki mpaka vitu vyako tunaondoka. Wewe acha tu nikwambie kitu kimoja, mimi nikikuonesha wewe upande wangu wa pili unaweza ukashangaa na ukaenda ukasimulia watu. Mimi nakuomba tu ondoke, sijui unanielewa. Mimi nimekuelewa vizuri, unavyoniambia nije kesho. Mimi kuja kesho siwezi, na hapa kuondoka, siondoki mpaka unisaidie. Nimekwambia mimi nahitaji msaada na nimekukuta ofisini, kila kitu kipo. Sasa unashindaje kunisaidia, mganga wewe? Unataka nikuonyeshe upande wa pili? Na kama unataka nikuonyeshe upande wa pili wewe utaniogopa milele na utaenda kuwasimulia wenzio. Ondoka kijana, kabla sijabadilika mimi hapa siondoki. Uwezi kuondoka

Nilikwambia, nilikwambia <coughs> oh, no no, ondoka ondoka haraka, nitakugeuza mikono una. Alafu alafu unabalia mikono wewe, wewe wewe mwanzo hivi hivi, zinakutosha Zinakutosha. Vizuri ningekwazi nitoshi, ningewaletea simu kuwauzia. Ningekuwa najua kwamba simu ile ina thamani ya 1500. Mnajua mimi nimehangaikaje hukonimekimbia. Haya sasa uliyemuuzia simu ni nani? Uliyemuuzia simu hapa ume wewe, unamjua brother. Naomba kofia basi. Tulia, tulia. Nitakuchenjia sasa hivi. Yameisha. Bila wewe utanipeleka tu. Utanipeleka tu kwa huyo jamaa. Alafu unakuja unakuja kingi au hata kitu huzini. Acha mambo yako ya kishamba basi. Haina noma, mimi unanipeleka tu huko. Huyo jamaa utanipeleka tu huko. Unafanya tunakombana. Ukifanikiwa kwa sasa. Mama Masudi, leo naomba amani itawari, amani itawari. Yani, usalama mbele hapa tulipo. Tumetoka, tumetoka kwa kiongozi na kilicho tuleta sasa, nadhani unakielewa, kwa sababu umeshamuona huyu nani. Hebu mwambie, tumetoka kwa mwenyekiti sasa hivi. Hapa katuelekeza tuje kwako hapa, tuliongelea swala langu tena kwa amani bila shari. Kwa hiyo kama mtoto wako yupo ndani, naomba umlete hapa tuongee naye. Nilishawambia hivi sijui chochote na Masudi, ha, nilishamuuliza akadai hajui chochote, hajawaibia yani seme hajaiba hmm, sijui nisemeje. Hivi wewe mama Masudi, kwa nini unakuwa na dharau eh, mtoto wetu Yaani watu wamekuja hapa kwa upore, wakuelezee ili wewe uweze, kama kare ka pochi, hata pochi tu, mtoto wetu, kama imo ndani ile pochi tu, mtoto wetu, wewe itoe, mtoto wetu, wenda hata zile hela bado hajazitumia mtoto wako. Kama kweli we, hujaviona. Mama, nili, masu, ibeba, nili, acha wazara, zaura, ubeba, mimi acha zarau, mtoto wetu. Yani wewe, watu si tumetoka huko kwamba tuje tuongee kwa usalama hapa, watu walimalize ili swala, mtu waona watu wamekuja kiupore upore, mtoto wetu, wewe hata kama ile pochi imo mule ndani, unatoa tu hata ile pochi huenda hata ameficha kule chini, hata nani una, unafukunywafukunywa kule ambako anaweka vitu vyake, unaweza ukaipata. Hata ile pochi nilishafukunywa, hakuna chochote. Mwanangu aliyelala mauti siku zote asikii wala aoni. Sawa mwanangu, yani yeye tabaki kisuri sasa hivi upande, utulize akili yako na ujie tafanya nini katika maisha yako. Sawa mwanangu mm -hmm. <coughs> Sawa mama, nitafanyia kazi. Sawa mwanangu. Mimi nipo nimerudi na nilikuwa nataka nikushauri kitu kingine, kama labda utahitaji. Mama, ni ushauri nini. Chochote kama kuna shida aina yoyote tu, njoo uniambie kwa simu. Sawa mwanangu. Mm. Sawa mama, nitakuja. Sawa sawa. Masudi analei hajui na hajaiba. Mwanangu kwanza sio mwizi. Dada, em sikilize, eh. Kwani huyu ni mgeni hapa kijijini? Amjui mtoto wako mtoto wako tumepishana naye macho kwa macho, ananibia pochi yangu, una pesa zangu, una simu yangu. Yes. Sasa, sasa na pesa zangu na simu yangu. Leo nasema sio mwizi. Kwa hiyo ni kichaa huyu, kwa zile mbia zilizokuwa nakimbia mtoto wako eh? Alafu Mama Masudi wewe unakichaa, wewe unakichaa mtoto wetu, yaani wewe unasema kwamba shida angemwona, kwa nini asipige kelele za Hivi wewe unachotaka kuja kusikia siku moja, tumemwona Masudi hapa macho kwa macho, mtoto wetu ni kuwasha kiberiti? Mtoto wetu uone mtu anakuja hapa anafuka moshi au kaisha wakasumkajia tu, uwe mikono mitupu nisamee bure mwanangu

Ungepige kelele za mwizi tena, akapigwa hata akimuua, si ni mwizi? Kwa hiyo unataka nifanyeje? Yule kama ulimwona ni mwizi, ungepiga kelele akapigwa pale na wananchi wakamuua au akamchoma moto, tena ingekuwa vizuri. Mwenye kiti, huyu mama sio msalabu, kuongea naye kiustaarabu haifai. Niruhusu nichukua sheria mkononi huyu, anijui. Alafu wezo ninao. Mwanao ni jambazi, mtoe alete vitu vyangu, anahitaji vitu vyangu. Maana siwezi kuongela kiustaarabu siwezi. Anachotaka ni nini zaidi? Ni mtoto wetu. Wewe unasema unachukua sheria mkononi. Yaani huyu mtoto wake anatakiwa achukulia sheria hata mpaka za miguu. Yaani mama, mama mtoto jeuri huyu. Unacho kitafuta mtoto wetu. Mwenyekiti ametoa goa edi, naendeni mkazungumze myaonge vizuri, uenda atawapa mwenyewe, lakini wewe unaonekana nimbishi. Mtoto wetu ustalafuri, mtoto wetu bike afuri, mtoto wetu shida. Nimekwambia hivi, hatuna havipo mama Masudi. Mimi sio Masudi. Aliyewaibia ni Masudi. Kama mnamtafuta Masudi, kamtafuta ni kule, alikuwa waibia kama niliwakaba mimi, kama niliwakaba sikuwakaba mimi mimi. Endeleeni kusimama hapa, naomba unisikilize, naweza mkaondoka, naomba unisikilize elfu kumi na tano, elfu kumi na tano, elfu kumi na tano. Hivi ni maboda siku hizi mmekuwa watapeli? Eti yani, hivi tukamzunguka kadogo tu hivi elfu kumi na tano kweli? Kwa hiyo mama, unataka kujipangia nauli, au sio? Kujipangia ndio. Sikiliza ngombe, hela ninayo sasa hivi na shilingi elfu tisa niko eh? hey. hmm. hmm. hmm. ah, ka... <coughs> sawa, unaniona niko kipande Mama basi acha masiara bana. Unajua hii ni kazi. Hapa nime... nataka niende nikachukue mteja mwingine. Sasa wewe unavyonichelewesha hivi. Usiende. Ah, nilipe sasa. Nilipe. Na kulipa 9000 sana nitakuongezea 1000 inafika 10000. Sina nyingine. Hamna maana. Wewe angalia angalia, bana hela ya kueleweka. Sasa eh, tumezunguka muda wote huu yani, kwa yaani kwa kuniona kote hivi. Unataka kunizalisha kikijiji eti? Sasa nakuzalisha nakuzalimiaaibisheti. Uwezo wa kuchukua sheria mkononi ninao. Na nitakachokuja kumfanya mtoto wako, tusilaumiane. Unachosubiria ni nini? Wewe sijeuli. Unasubiria ni kuchukua usheria mkononi. Oh, sio. Um oh, muangalie. Ungechukua sheria mkononi kama ungeko na jiweza. Sasa yeah, acha. Acha huyu anayechukua sheria mkononi. Mimi nitachukua sheria mpaka za miguu. Umenielewa mama Masudi? Bikia furi mtoto wetu. Bikia furi. Hili swala ni kubwa. Umesikia kauli aliyoongea? Bwana, mtoto wetu unapangwa kwenda kurogwa vibaya. Mtoto wetu utarogwa hiyo shingo yako unavyojifanya hiyo itakuja kunyooka kama kimeranzoka. Ni isharogwa kitambo tu, atafanya marudio. Kama ulikuwa unategemea kupata chochote hapa hakipo. Kume ni maana unatembea na wewe dada mnazunguka, mnazunguma, neno mwenyekiti mnarudi. Kume kuna chochote ulichokilenga. Hapa hakipo na utakoswa. Angalie vile kwanzia mwanzo namshangosa mwanangu kwa sababu Yani, mm-hmm. Wewe unabembeleza kama ile poti ile poti. Ungeniambia hata mimi shida, hebu tutaongea baadaye, ili mimi nijue chakufanya. Mtoto wetu kama kuna kidogodogo, mimi naweza kumpotezea shi manana, na... indanana, tu kwani shilingi ngapi? Mtu mwanao nakuja naye kila sehemu nayoenda naye na niacha, yani bado ongea bei nzuri tu unaanza kunjazia watu Ah, siwezi kujazia. Sikiliza, ah, mama, mimi siwezi kujazia watu ila wewe mwenyewe mizunguko sumeiona. Mane, sema haraka mimi nataka kuondoka. Au, niondoke nao nisikulipe hata shilingi. Ah, hamna mama, sumeona pale, ah. Ah, nipe bana nauli. Wewe no, hey. Mwenyewe ah, yani, sumeona pale tumeongeza hadi mafuta. Sio nikupe elfu kumi. Hamna mama, simu tunamweka na mafuta. Chukua hii hapa. Tena sijui kasema nimekupa elfu. Hayo yameisha. Usinitolee mapengo yako hapa mimi. Asante mama. Unajua, unajua hii ni kazi. Unajua hii ni kazi. Usisumbue, umesikia? Ah. Lakini kitu kingine mama. Una, mama. Kitu kingine nikwambie. Koma. mimi mama yako na kadi yako ya hospitali.

Ela ipo hapa katafute pesa. Yaani wewe utakuja kutoa na tripu hii unarogwa vizuri mno. Usimuone yule mrembo pale ukasema kwamba labda hawezi kitu chochote. Naomba hivi si uondoke. Ki, warembo. Wakulonga ni wewe uliye na matukio zaidi ya 100. Eh, kukunifikisha kunipikisha kelele. Na mimi sijawahi kupanda boda mpuzi kama wewe. Ha, yaani hayo yote tu wachane nayo. Tumeshamaliza huko tumeshatoka. Huko ni nyuma. Sasa. Sasa sikia. Mimi kiukweli hapa, unavyoniona mimi hapa. Kijana mdogo eh, mwenye heshima zake, bodaboda mstaarabu. Nikupeleke shule. Ah, mimi hapa kikubwa ni hichi, yani mimi kiukweli, yani jinsi ulivyomshangaza, ulivyopendeza ukiwa, okay, unanipigia simu na kuja na kuchukua. Hebu subiri nini, hebu rudi. Ah, nimesema ulivyomshangaza, ulivyomshangaza, yani ulivyomshangaza. Mwenyewe si unaona kabisa, mama ulivyo, mashallah, yani unaweza, kuna tunza tunza <laughs> taratibu, boda boda eh, maisha yakaendelea. Haya, boda siku hizo wamekuwa hawana adabu eh? Mtoto mdogo wewe, mtoto elfu mbili unaanza kunieleza upuzu kama wewe? Mimi mimi nalingana na wewe, unaanza kunieleza upuzu eh? Ah, la, lakini eh? Mama ngoja tuende taratibu, mama. Unajua yani, kwa nini nimekuita mshangazi? Unatia uh -huh...

Kamtafute Masudi usinipigie kelele, aliyeibiwa kaondoka. Wewe unasubiria nini? Wewe unasubiria nini? Mwenyekiti, ulifikiria amekufa? Amerudi

afanya ukifanikiwa, kwa wewe ndi wa kwanza na wa mwisho kuzaliwa kwenye familia yenu, wewe huwezi kusalimia mtu amekaa hapa. Ah, labda nitumie kale kale, wahenga walisema asiyo ah, ka kupenda achana naye. Mimi nini yani, kereza achura, tena nisema kereza simisi, ati mwingili tembo kwenye mazikio sio? Unanisikia vizuri. Iko hivi, wewe ni mmoja wenzako ni wengi. Halafu nani alikufundisha toka utoto wako kwamba serikali, naongea umekaa chini unainyanyukia serikali kijana. Baba fukani wewe. Eh? Ni leo washinda kwa kishindo. Halafu nie wa vyama vingi, nie mavyama mengi mnayoivukia huwa mkosaki sababu za kuzungumza, wameipa wameipa una halafu chunga ukisogeka ni mkono wako na nakwambia hivi kwanza, we wakati siku ile ambayo tumepanga mstari kwenye masuala ya kupiga kula, palikuwepo na system ya wale wasimamizi ambao mliwateua mlendani, kila msimamizi alikuwa na kula takribani ishirini. Mheshimiwa za hapa. Ni nzuri, karibu. Asante. Naona uko kwenye usafi. <laughs> Eh, niko kwenye usafi. Si unajua kawaida ya mwanangu. Eh, Mheshimiwa, pole mwenzangu. Pole? Pole ya nini tena? Si mambo yetu yale ya uchaguzi. Eh? Eh, mimi nikajua basi pole. Labda umeambiwa naumwa. Eh? Labda umeambiwa mheshimiwa alilazwa. Ametoka hospitali basi mekuja kunipa pole. Kumbe uchaguzi? Labda nikwambia kitu kimoja, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Yako nini? Yako fanyaje? Yakupa nani ushindi? Aha, aha, na nilijua, aha. Yaani, shutu mchichi wa Kamongo, yaani ambacho nataka kukuambia tu, usiteke kunifanya nikaongea Kiingereza na unajua kabisa na umwako kichwa wiki. Yani, iko hivi mie hamkosi maneno na maneno mnaowengi kama sisi sasa bwana, kuja na hizo ishirini ishirini za kuipa kwanini nyie msiongeze zikawa arobaini

Kijana, karibu kwenye sherehe. Halafu wenzako sasa hivi wanakula chai na mandazi, haya mandazi ya zipecho wanakula na mimi. Nishakubaliana na kila hali. Huyu aliyeteuliwa wenda akawa mwema hata kwangu mimi, bado ananiongoza kwa usizani. kama kuna shida hapo kwa yeye kutuongoza sisi, ili hali tu anatupeleka katika haki, mimi niko tayari kuambatana naye, na kama atahitaji ushauri kutoka kwangu, mimi niko tayari kumshauri. Kwa hiyo kuhusu hilo kwamba mimi unanipa pole, nipe ni tu hongera, kwa sababu hata mimi nina furaha, sina shida kabisa. Kama Mungu ndo amemteua, siwezi kupingana na Mungu. Eh, mheshimiwa ni wachache mwenzangu anaokubali kushindwa. Wenzio uko wanalia lakini wewe uko vizuri. Zile siku mbili tatu hivi sikuoni, nikazani labda umetukimbia Mnanyiki kijiji chetu hichi, kumbe upo mheshimiwa. Yaani, yaani nakwambia hivi unakula <laughs> <laughs> Mayo, Mayo, yaani, wale kuchagua wewe, ni wape pole. Eh, niwapee hawakujua hey, hey, kwamba cha kuzaliwa hawakuangalia wa wa, wa, wa, kama cha kuzaliwa kama ulitoroka Milembe sio mzima. Sasa nikwambie kitu kimoja. Hmm. Mgombea wangu ambaye alikuwa anagom, anagombania kiti cha mwenyekiti mmemfanyia hmm. fiti na leo hiyo ameshindwa. Mimi hamtaniweza. Nanisikia, mimi ni jeshi la mtu mmoja. Nikiamua nimeamua. Naomba uende, niache masikio hivyo hivyo. Sasa umesema kwamba nilitoroka Mirembe, wewe unahama kwenye hiki kijiji au unaendelea kuwepo? Ah, basi tumetoroka Mirembe wote, nikukaribisha Tusipokuja kwenye sherehe ncha ofisini Nita na nita niko, eh? Lakini kukimbia sio rahisi. Mimi siwezi kuondoka hapa, mimi niko kijijini hapa. Ya, na kama kuna mtu aliyekuagiza kamwambie tu kwamba hmm, yamekuwa tena hayo sawa. Ah, sijaagizwa mimi nimepita tu nikakuona nikaona nikupe pole. Mm, kwa pole yako mm. Ya hele <laughs> <laughs> <laughs> Ni eh, mheshimiwa. Mimi nilikuwa napita tu shogangu. Wanzi si huko wanalia jamani. Hela walikupiga vibaya. Haya, nashukuru. Wale bao. Huyu mjo mwenyekiti sasa. Yaani yote ninaweza hata ukitaka kichuku na cheza. Hata ukitaka ile ya kisukuma na cheza. Hata ukitaka nitingishe mapeke. Upo, Kimasai na ruka. Hey, nipo nyonya. Ah, wewe okay. Nenda tu. Wewe sio mzima wewe. Alafu sio unaingilia watu wamekaa na tafakari bwana. Wewe unaenda unarudi. Mwenyekiti, umeweka mbao kiunoni. Hata kalio hamna. <laughs> <laughs>

Bari. Safi. Samani. Bila samani unaweza kunipa muda kidogo nikazungumza na wewe? Nilikuwa na kuna sehemu na wewe, lakini hakuna tatizo. Nakusikiliza. Sasa kwanza, pole kwanza, mimi najua wewe muda si mrefu hapo umetoka kwenye msiba umetoka, okay. Kufiwa na kwa maana hiyo, kama umetoka msibani, wewe uko single mama umekutana na mtu ambaye ni single baba mimi. Uh, nia yangu sio kukupotezea muda, ila ni yangu ni kwamba kwanini wewe ubaki ukiwa mpweke eh? Kwanini ubaki ukiwa peke yako ukizingatia hata mimi niko mwenyewe. Lengo langu mimi kwako tue mtu. na sijakuelewa, ongea nikuelewe. Sijakuelewa yani, nataka mimi Nimrisi jamani kuowe hivi. Wewe, kuna kitu ulisahau hapa nyumbani? kuna kitu chako labda umesahau? Kama una kitu umesahau niambie. Basi ndio hivyo mgeni anavyokaribishwa? Umesahau mgeni ni baraka, akija baraka. ni kweli, ni baraka lakini sio baraka wewe. Wewe ni kama gundu tu hapa nyumbani, na kama una la kuongea fanya uondoke Hayo mengine angefata baadaye <laughs> ingefata eh? igefate kiti. mimi ambacho nataka kujua, nataka kujua umekuja na pointi gani a apa? <laughs> Lakini kama hauna pointi yoyote ya kuongea na mimi, baba, naomba uondoke kabla sijakujazea umati wa watu hapa, sawa? Nani leo meo naniambiaii, nikosa gani mfana? Na kama likuna kosa, hakuna kosa mbaya, lina msamaha na kingine, sisi ni binadamu, na binadamu wameumbwa kufanya makosa, naomba nisamehe kama nimekosea. Hivi baba hey, umeshindwa kwenye kampeni sasa umehamia kwenye mapenzi hivi eh? Unaona hata aibu kwamba nimetoka tu juzi hapa hata mwezi hujaisha eh, kumzika mume wangu ah, ah.

So, kwa kwa kijiji kizima mimi, mimi ni nani? Ndo sasa. Unataka kunijua mimi ni mtu wa aina gani. Na ni mwanaume gani anaweza kukubali kupoteza mahusiani yake pasipo sababu ya msingi. Mwambie shemeji nitakuja kumfanya kitu kibaya wewe. Yani, una hata sifa ya kuita mwanaume? wanawake wawili wawe na mtu mmoja wewe. Wewe nakwambiaje? Wee kwangu wewe ufulukuti, mimi nyumbani kwetu sijaua, hata kama ni mpango wa Mungu.